Mubarikiwe na Mwokozi. Asante kwa sherehe nzuri sana. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Mungu ni mwema, tunashukuru kwa kutukaribisha. Tunasikia amani vizuri kwa ajili ya sherehe ya Mchungaji Mika hapa, yuko hapa amekaa vizuri, anapendeza. Naona namwanakacho vere salam Karibu mtunza zina mchungaji wetu malinga malinga. All right. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe, hii sherehe kubwa hii tunasema lazima tuende, tuende, jeshi la Bwana liko kazini. Michael kwa kweli, tupo tumefurahi sana kwenye seksheni yetu ya forest, tunampata mama mchungaji Mike. Hey! Hey! Amen. Asante mchungaji Regina. Naomba mpe mchungaji wake na keja na mchungaji mchungaji Regina. Miaka kumi na tatu wa moto wa amsho tunamtaka Bwana na nguvu zake kwa pamoja. Asante, ni siku ya furaha kama alivyosema mwangalizi wetu baba yetu. Bwana Yesu asiwe, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wangu Michael, wa mtoto wangu. Nina furaha kubwa sana kwamba leo anatuletea mama mchungaji. Naomba tusome neno la Bwana katika Zaburi ya 128. Zaburi ya 128, anasema heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake tabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwao na kwema. Mkeo atakuwa mzabibu uzao nyumbani mwa nyumba yako, wanao watakuwa kama mishale ya mizeituni, wakizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana atakubariki toka Sayuni, auone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako, naam, ukawaone wana wa wanao. Amani ikae na Israeli. Nataka nizungumze kwa dakika ambazo nilizo nazo, faida ya kumcha Bwana. Hebu sema, faida ya kumcha Bwana hakuna biashara ambayo mtu